Tunakusogezea kila update inayojili kuhusiana na mizozo mbalimbali inayoendelea ulimwenguni. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mzozo ambao unaendelea kati ya vikosi vya serikali ya Rais Felix Tshisekedi vya FRDC dhidi ya vikosi vya waasi wa M23 AFC, na taarifa tuliyonayo hivi punde inasema kuwa takriban vikundi vitatu vya wapiganaji wa kundi la Wazalendo na waliunga mkono jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC la FARDC huko Kivu Kaskazini wamehasi na kujiunga na muungano wa makundi ya waasi wa Alliance Fravo Congo AFC m23 kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini DRC. Taarifa iliyosainiwa na kiongozi wa Wazalendo Shukuru Bulenda inasema vikundi hivyo vilivyoasi ni pamoja na Maimai Kaib, Kabidoni FFP FPPAP sehemu ya Maimai kifuafua na kikundi cha Nduma Defense of Congo Renovated, yani NDC-R/M. Vikundi hivyo vinadaiwa kujiunga na AFC M23 Machi 9, 2025. Kituo cha habari cha Kivu Morning Post kiliripoti jana kuwa wapiganaji wa muungano huo mpya walikuwa wakielekea kaskazini kutoka ngome zao za Kivu kaskazini na kusini kuelekea kijiji cha Kasugo, takriban maili 28 mashariki magharibi mwa wilaya ya Rubero kwa lengo la kupambana na FRDC. M23 imekuwa ikijaribu kuzunguka ngome za FRDC katika mji wa Rubero tangu mwishoni mwa Februari bila mafanikio. M23 pia iliuteka mji wa Kasugo Machi 2 mwaka 2025 kabla ya kuondoka Machi saba na kuelekea Bunyatenge, eneo lenye machimbo ya dhahabu lililoko umbali wa takribani saa 6 kutoka Kasugo nchini humo. Vyombo vya habari nchini humo pia vimesema kuwa uasi wa wapiganaji wa FPP-AP kujiunga na M23 ni pigo kubwa kwa jeshi la FARDC katika mapambano ya kuidhibiti M23. Pia vimeeleza, vimeielezea FPP-AP kuwa ni moja ya makundi yenye muundo mzuri na ushawishi mkubwa katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambavyo vilikuwa vimepeleka mamia ya wapiganaji kwenye vijiji kadhaa katika wilaya za Rubero ili kuwazuia waasi wa M23 kusonga mbele kuelekea Rubero, Butembo na mji wa Beni. Kituo cha habari cha DRC cha Actuality CD kilisema kwamba FPP AP ina ushawishi mkubwa katika wilaya ya kaskazini magharibi mwa Rubero, hasa katika mji wa machimbo ya dhahabu wa Magurejiba, Magurejipa uliopo maili 23 kaskazini magharibi mwa mji wa Rubero na unapakana na jimbo jirani la Shopo. Kituo hicho kilimnukuu mtafiti wa ndani aliyesema kuwa kuingizwa kwa FPP AP katika muundo wa muungano wa M23 kutairuhusu M23 kusonga mbele bila kuzuiliwa kutoka Kasugo hadi mji wa Mangurejipa Mangurejipa, kupitia mji wa Bunyatenge. Wakati huo jeshi la FRDC na wanamgambo wa Wazalendo walipambana na waasi wa Twiranepo na Red Tabara wanaotajwa kuwa tawi la M23 katika vijiji kadhaa karibu na mji wa Minembwe, Machi 10, 2025. FRDC pia ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya ngome za Twiranepo huko Minembwe. Vyombo vya habari vya Kongo viliripoti kwamba ndege zisizo na rubani za FRDC na ndege ya kivita ya FRDC zilishambulia maeneo ya Twiranepo katika uwanja wa ndege wa Minembwe na kwenye mtaa jirani wa kiziba vikosi hivyo vinavyoungwa mkono na serikali ya Kongo vimekuwa vikiwashambulia waasi wa M23 katika mji wa Minembwe na maeneo jirani tangu Machi, baada ya twiranepo kuteka vijiji kadhaa ikiwa ni pamoja na Minembwe mwishoni mwa Februari. Mbali na hilo, M23 iliteka mji muhimu wa mkutano ambao utairuhusu kundi hilo kuimarisha udhibiti wa wilaya ya Masisi na kusonga mbele kuelekea wilaya ya Walikale huko magharibi mwa jimbo la Kivu kaskazini nchini DRC. M23 ilianzisha mashambulizi ya kushtukiza yaliyovunja ngome za vikosi vya serikali karibu na mji mkuu wa wilaya ya Masisi na kuishia kuteka eneo la Nyabiondo na vijiji kadhaa jirani. Kuzi, kuanzia juzi Machi 9, 2025. Wakati huo pia FRDC na wanamgambo wanaunga mkono serikali walikuwa wakishambulia vijiji karibu na mji wa Masisi tangu Machi 6 mwaka huu kwa lengo la kurejesha mji mkuu wa wilaya hiyo na kuwazuia M23 kusonga mbele upande wa magharibi mwa nchi hiyo. Kutekwa kwa mji wa Nyabiondo na M23 kunazuia vikosi vya FRDC kutumia barabara kuelekea mji wa Masisi, hivyo kuwatenga kabisa wanajeshi hao wa FRDC na wanamgambo wa shirika walioko barabarani kusini mwa mji huo wa Masisi. Vyombo vya habari vya ndani pia viliripoti kuwa udhibiti wa M23 katika eneo la Nyabiondo utatoa mwanya kwa kundi hilo kusonga mbele kuelekea Kashebere, ambao ni mji muhimu na kuelekea wilaya tajiri kwa madini ya Walikale ambayo iko takribani maili 50 kutoka mji mkuu wa wilaya ya Walikale. Wakati mapigano yakiendelea, wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema iko tayari kujadiliana na serikali ya Rais Felix Tshisekedi wa DRC juu ya namna ya kukabiliana na makundi ya waasi nchini humo kwa sharti la Marekani kunufaika na rasilimali za madini za nchi hiyo. Alipofanya mahojiano na The New York Times mwezi Februari 22 2025, Rais Felix Tshisekedi alikuwa amehaidi hadharani kutoa fursa ya Marekani wa Marekani na Umoja wa Ulaya kushiriki katika utajiri mkubwa wa madini wa nchi yake na kusema utawala wa Trump unaweza kufaidika na mkondo wa madini muhimu kutoka DRC. Msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya alisema kwamba maofisa wa DRC na Marekani wamekuwa na mazungumzo ya kila siku katika siku za hivi karibuni kuhusu uwezekano wa makubaliano hayo ya madini. Kauli ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilikuja sambamba na ripoti za vyombo vya habari kwamba rais wa Marekani Donald Trump amemteua mshauri mkuu wa masuala ya nje katika mataifa ya mashariki ya kati, Masadi Boros, kuwa mjumbe maalum wa Marekani eneo la maziwa makuu. Pia serikali ya DRC imeweka zawadi kwa maofisa waandamizi wa M23 huku wizara ya sheria ya DRC nayo na ikitangaza zawadi ya shilingi bilioni 13 za Kitanzania sawa na dola za Marekani milioni tano kwa atakayefanikisha kukamatwa kwa kiongozi wa Alliance Freyvo Congo Colonel Nangaa, kamanda wa M23 Sultani Makenga na rais wa M23 Bertrand Bisimwa.